Neno la siku ya leo na ninaamini ya kwamba Bwana atatenda mema katika mji huo wa Foi. Na siku ya leo tunapoanza mwaka, ninaenda kufundisha mafundisho ambao, huenda ikawa umepitia changamoto nyingi, lakini haujajua chanzo ni nini, haujajua ni kwa nini upitie uchungu kama huo, upitie maumivu kama hayo, upitie mateso hayo. Ni vizuri kuuliza kwa Mungu na kwa hivyo ninasema, ni vyema enda mbele za Bwana, uliza kwa Mungu. Ni kwa nini Mungu haya yananitokea? Ni kwa nini Mungu ninapatwa na haya? Ni kwa nini Mungu maumivu? Ni kwa nini uchungu? Ni kwa nini mateso? Ni kwa nini ninapitia haya? Maana mara nyingi hatuulizi kwa Mungu. Badala ya kuuliza kwa Mungu na Mungu anapeana majibu, tunaenda kwanza kunungunika, na katika kunungunika, katika kunungunika, hakupati Mungu tukufu. Katika kunungunika, hakutamaliza yale matatizo uliyonayo, haitakuondolea changamoto ulizonazo. Katika manunguniko, katika malalamishi, hayatakuondolea mauchungu uliyonayo, mateso uliyonayo, matatizo uliyonayo badala ya kuongezea, inakufanya wewe upate kufunguru Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo, siku ya leo, mwaka huu mpya, ningependa ukachukua hatua hii kwenda mbele za Bwana. Katika mwaka huu, muulize Bwana, ni kwa nini hili, ni kwa nini jambo hili, ni kwa nini hili? Haleluya! Na kwa wa hivyo, ili upate kuelewa

Nataka tukasome kitabu kile cha Mwanzo ishirini na tano na mstari wa ishirini na moja tukaangalia habari ya Rebeka. Maana Rabeka alikuwa na utasa kama andikwa nasema hapa, Isaka kamwombea. Isaka kaomba kwa Mungu. Kuna tatizo iliyokuwa ndani yao, kuna shida iliyokuwa ndani yao, lakini Isaka kaomba. Na baada ya hiyo tunaona ya kwamba kuna shida nyingine iliyotokea kwao, ama iliyompata Rabeka. Neno la Bwana linasema kitabu kile cha mwanzo ishirini na tano tunasoma mstari ule wa ishirini na moja Biblia inatuambia Isaka akamwamba Isaka akamwamba Bwana kwa ajili ya mke wake maana alikuwa tasa naye Bwana hakamwitikia na Rebeka mkewe akachukua mimba Mstari wa ishirini na mbili, watoto wakashindana tumboni mwake naye akasema, ikiwa ni ipi kuishi kwani paa nini? Akaenda akamuliza Bwana, akaenda akamuliza Bwana haka mstari wa ishirini na tatu andalaini mstari wa ishirini na mbili ana laini mstari wa ishirini na mbili na nitaurudia. Watoto wakashindana tumboni mwake, naye akasema ikiwa ni hivi kuishi, kwa nipanini? Akaenda kamuliza Bwana. Mstari wa ishirini na tatu nasema, Bwana kamwambia, Bwana kamwambia, Bwana Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako, kabla m, e, kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Jina la Bwana litukuzwe. Biblia inatuambia ya kwamba Isaka aliomba Mungu bana, walikuwa na shida na maandiko yanasema, wakati alipoomba Mungu, Mungu akasikia kilio, na Bwana akajibu maombi yake bana. Rebeka alikuwa tasa na maandiko yanasema Rebeka akachukua mimba, hiyo ni shida moja aliondolewa alipoingia na kumwomba Mungu, jina la Bwana litukuzwe, Bwana Yesu apewe sifa. Shida ya pili likampata Rebeka, maana Mungu alipoitikia, Biblia inatuambia Rebeka akachukua mimba, Rebeka mkewe Isaka akachukua mimba na akiwa na ile mimba ile mimba ilipata kumsumbua, watoto walipigana, watoto walishindana, watoto walibishana wakiwa ndani ya tumbo. Isaka hakujua jambo hili, lakini Rabeka ilimuumiza sana, maana watoto wanapigana, watoto wanabishana, watoto wanang'ang'ana na maandiko nasema, Rabeka jambo hili likamghadhabisha, maana alikuwa anaumia, alikuwa anapitia uchungu, alikuwa anapitia matatizo. Na maandiko nasema, jambo la kwanza, Rabeka tunaona alinung'unika, akajuliza, ni kwa nini inanipaa nipe, kwa nini nipitia haya, kama hili Nilo ambalo ninalo ninalo lipitia liheli nipe iheli nipe. Rebeka akanung'unika, lakini baadae Biblia inasema ya kwamba Rebeka hakamwendea Mungu haka ulisa kwa Mungu, ni kwa nini napitia haya, ni kwa nini napitia uchungu, ni kwa nini napitia mateso haya, ni kwa nini napitia mankaiko ni kwa nini hii mimba iko na maumivu iko na mateso iko na uchungu, ni kwa nini inanipa? Nini kwa nini Bwana nipitia hii? Wapendwa watu wa Mungu, imekuja niwambie, Mungu anapenda majibu, Mungu anapenda kuulizwa swali, Mungu anapenda maswali natikwana na nasema nadipo Mungu akamjibu Rabeka, akamwambia Rabeka, mataifa mawili mawili yako tumboni mwako na makabila mawili yataparakana. Kwa hivyo mataifa haya ni mataifa mawili, da mawili, na mataifa mawili yanapigana na yataparakana. Mungu akamjibu Rabeka akamwambia wazi na mkubwa amkubwa hata mtumikia mdogo na mmoja atakuwa dari kuliko yule mwingine. Hili ni jambo ambalo labda takuwa na jua, na ni tatizo ambayo kalipitia mno, ni tatizo ambayo ilimuumiza mno mpaka kajiombea ili apate kupa. Akauliza, itanifaa nini? Mjumbe wangu wa siku ya leo ni kuuliza kwa Mungu bana. Kuna watu ambao wamekuwa kipitia changamoto wamekuwa kipitia matatizo wamekuwa kipitia mateso, lakini hawajui chanzo cha mateso matatizo, hawajajua ni kwa nini wapitia hayo, hawajauliza kwa Mungu, hawajauliza Mungu ni kwa nini Mungu Ninapitia haya, ni kwa nini Bwana ninapitia haya? Nina ni kwa hivyo nimekuja nikuambie, badala badara ya kunung'unika, uendelee kukufuru Mungu, uendelee ku kunung'unika, enda mbele za Bwana katika mwaka huu wa 2026 enda mbele za Bwana, ulize kwa Mungu, ulize Mungu, ni kwa nini Bwana ninapitia haya? ni kwa nini Mungu ninapitia hii ni kwa nini changamoto hizi? Ni kwa nini shida hizi? Ni kwa nini ninaomba kazi sijapewa kazi? Ni kwa nini nimeomba biashara sijapewa biashara? Ni kwa nini Bwana, ni kwa nini napitia haya? Nimeomba kazi, nimeomba biashara, nimeomba fedha, nimeomba ndoa, nimeomba mme mwema, nimeomba mke mwema ninaomba uponyaji, ninaomba uzima, lakini sijapewa. Unakaa ukijuliza maswali mpaka unaweza ukapatwa na depression, yani unaweza ukaugua ugonjwa wa presha, unaweza ukaugua ugonjwa ambao utakukosi. Ni nikwa kwa nini? Ni kwa kukosa kuuliza kwa Bwana bana. Yani maandiko anatuambia wakati Rabeka maana aliyapitia mauchungu alipitia maumivu, akikuwa nasema Rabeka hakuendelea kunyamaza. Rebeka alienda kwa Bwana, hakauliza kwa Mungu ni kwa nini, Bwana ninapitia haya? aya ni kwa nini, Bwana ninapitia maumivu? ni kwa nini, Bwana ninapitia pitia mauchungu? Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu apewe sifa. Naandikwa nasema ya kwamba Mungu akamjibu Rebeka, Mungu akamwambia Rebeka, ndani ya tumbo lako kuna mataifa mawili, ndani ya tumbo lako kuna kabila mbili, na kabila moja kabila hizi zitabarakana, na moja atakuwa hodari kuliko mwingine yule mdogo hatakuwa dari kuliko yule mkubwa, na mkubwa atamtumikia mdogo. Ndio maana wanabishana na ndio maana wanapigana, yaani wana watafarakana hata kuanzia ndani ya tumbo lako. Kwa hivyo, hili ni jambo, unapata watu wengi wanapitia matatizo wanapitia changamoto wanapitia mateso wanapitia shida, lakini hawaulizi kwa Mungu. Jina la Bwana litukuzwe, Bwana Yesu apewe sifa. Mwaka huu, mwaka huu huwe ni mwaka wa kuomba, watu waulize sana kwa Mungu, watu wamwendee Bwana wamuulize Mungu maswali. Ni kwa nini taifa letu la Kenya, ni kwa nini uchumi ni kwa nini sijapata ndoa? Ni kwa nini mauchungu kila wakati? Ni kwa nini maumivu? Ni kwa nini sijapata biashara? Ni kwa nini sijaolewa? Ni kwa nini sijaoa? Ni kwa nini sijapona ugonjwa huu? kunitapona ama sitapona? Uulize kwa Mungu, uliza kwa Mungu. Na kwa hivyo ningependa nikakupeleke moja kwa moja kitabu kile cha Samueli wa kwanza. Kama uko na Biblia yako fungua kitabu kile cha Samueli wa kwanza na mlango ule wa 30, Samueli wa kwanza mlango wa 30. Tusome mstari wa kwanza mpaka mstari wa nane tuone mtu mwingine aliyokuwa katika mateso haliyokuwa katika shida, haliokuwa katika changamoto, hata watu walimwinukia, lakini maandiko anasema haliuliza kwa Mungu. Huo ndio ujumbe wa siku ya leo na ujumbe wa mwaka huo, unapoendelea kuuliza kwa Mungu. Maandiko, kwa nasema kwamba Samueli wa kwanza na mlango wa thelathini, tuko mstari wa kwanza, neno la Bwana linasema: ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika Siklagi siku ya tatu, hao Waamaleki walikuwa wameshambulia Negebu na Siklagi bao wameupiga ai na kuchoma moto, bao wamewachukua mwamewachukua mateka wamewachukua mateka. Watu wamewachukua mateka, wanawe wanawake waliokuwamo, wakubwa kwa wadogo. Jina la Bwana litukuzwe. Nitarudia, nitarudia tena, Samueli wa Kwanza, sarule wa thelathini. Ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika Siklaji siku ya tatu, hao wameleti walikuwa wameushambulia Negevo na Siklaji, nao wamepiga wameopiga Siklaji na kuchoma moto na wamewachukua mateka wanawake waliokuwamo uwakööpa kwa wadogo w awaköaua uwawape ila waliwachukua wakaenda zao. Basi Daudi na watu wote walipofikilia mji Walipofikilia mti kazaba ulikuwa umechomwa moto, na wake zao na watoto wao waubëka wake wamechukuliwa mateka . Ndipo Daudi, na watu waliokuwa pamoja naye, wakaiwa sauti zao na kulia hata walipokuwa wana nguvu za kulia tena. Nao watu wawili wa Daudi walikuwa wanachukuliwa mateka, Hainoamo Waisraeli na Abigaili aliyekuwa mkewe na bali wa wakalibali naye. Daudi akafadhaika sana kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba hapigwe kwa mawe, kwa maana nafsi zao watu wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi halijitia nguvu katika Bwana Mungu wake, Mungu wake. Mstari ule wa saba na mstari wa nane. Mstari wa saba maandiko wanasema, kisha Daudi akamwambia, kisha Daudi akamwambia Abiathari, kwani mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletee hapa hiyo naipela naye abiadhari akamletea Daudi maitela. Uko mstari wa nane banti wa nasema Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata? Naye akamjibu, fuata, kwa kuwa hakika utawapata nawe ukosi nawe ukosi utawapokonya wote. Jina la Bwana litukuzwe. Nilikuwa ninataka niwaonyeshe kile ambacho katika mwaka huu wa 2026 badala ya kukaa ukiendelea kumi ukiendelea na uchungu ukiendelea na matatizo ukiendelea kulia, jitie nguvu, enda mbele za Bwana, muulize Mungu, hiki ni chanzo cha nini? Ni kwa nini hili? Maandiko yanasema huyu ni Daudi. Daudi, walikuwa safarini wakawacha familia zao, wakawacha wacha wake zao, wakawacha watoto wao Maandiko anasema walitoka kupigana kule walikotoka, wakashinda ile vita, na walipoelekea manyumbani, walipofika manyumbani, Biblia inasema kwamba walipata mji wao, mji wa Negebo na mji wa Siklagi umechomwa moto na umeteketezwa wakapata familia zao, wakewe na watoto wao, wanawake wakubwa na wanawake kwa wadogo, na pamoja na watoto wao na mifugo yao, vyovyote walivyokuwa navyo, walivyokuwa wanamiliki, wakapata zimechukuliwa, wakapata wametekwa nyara, wakapata hawana lolote, na maandiko wanasema hata wale watu waliokuwa nao wakawageuka, wakamgeukia Daudi, wakataka kumpiga mawe, wakataka kumdhuru, wakataka kumuumiza. Lakini maandiko yanasema Daudi akajitia nguvu, Daudi akajitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Na Biblia inasema Daudi akauliza maandiko kwa anasema kwamba Daudi akamwambia aliyekuwa kwani nileteyo na naibela. Na maandiko anasema andihadhari, akamletea Daudi ile naibela. Ilikuwa ni ya nini? Tunaona ya kwamba Daudi yakufumiliayo, maana kuna chochote anachokijua, hajui familia yake ilipotekwa nyara, mahali ilipopelekwa, hajui watu wote mahali walipo. Lakini katika kuuliza Mungu, katika kuuliza kwa Bwana, Mungu analeta jibu iliyo sahihi. Mungu anakupa jibu iliyo ya kweli, na maandiko yanasema, Daudi hakauliza kwa Mungu, hakaenda mbele za Bwana, hakamuuliza Mungu, Nikifuata watu hawa, je, nitawapata? Nitawaregesha? Nitapata mateka? Nitapata vitu vyetu? Nitapata kuwanusuru watu hawa? Nitapata kuwaokoa watu hawa? Ninasema hivyo Bwana. Wakati mwingine huwa tunachukua hatua hata bila kuuliza kwa Bwana, huwa tunachukua hatua na katika ile hatua tunayoichukua, huenda tukaanguka, huenda tukaanguka, huenda tukaumia, huenda tukajipata tumemwasi Bwana ama tumemkosea Mungu. Wengine kwa sababu ya kukosa kuuliza, wengine wamekimbia wapate msaada kwa waganga, wametafuta misaada kwa wanadamu, wameenda katika kalumazila wameendea binadamu wameendea waganga, lakini hata wale hawakupata suluhisho, hawakupata jibu. Kwa maana siku ya leo nikiwa wa mali hapa, nimekuja nikuambia ya kwamba nimekuja nikwambie, mganga wa kienyeji hana suluhisho ya kwako. Mganga wa kienyeji Kalumazila kule, unakwenda msaada, uenda ikawa hakuna jibu yako. Mungu ndiye, hakuna jibu lako. Uliza kwa Mungu katika mwaka huu, uliza sana kwa Mungu mwaka wa 2026, kuwa mwombaji na kuwa mtu ambaye ni wa kuuliza kwa Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema wakati Daudi alipoliza kwa Mungu, Biblia inatuambia Mungu akamjibu, Mungu akakuja majibu sahihi, na Mungu akamjibu akamwambia, Daudi, wafuate maana utawapata na utawarejesha watu wako na mateka wote na mali zote na vyote vilivyochukuliwa walizoziteka nyara utazirekesha. Jina la Bwana litukuzwe. Ninasema hivyo kwa maana siku ya leo kuna mtu amekuwa akijuliza maswali, amekosa jibu. Kuna mtu anapitia maumivu, kuna mtu anapitia mauchungu kuna mwingine anapitia maumivu, iwe ni katika ndoa, iwe ni katika biashara, iwe ni katika watoto, watoto wasome, iwe ni katika kazi, umekuwa na maumivu. Nimekuja nikwambie si siku ya leo, enda mbele za Bwana, uliza kwa Bwana. Bwana ndiye atakayekuja na jibu sahihi. Haleluya! jina la bwana litukuzwe bwana yesu apewe sifa kwa hiyo siku ya leo nimekuja nikuletee habari njema ya mwaka wa 2026 mwaka huu watu ambao watasimama na kuuliza kwa bwana kuuliza kwa mungu kuuliza kwa mungu watu hawa mungu atawafanikisha na katika maswali yote watakauliza kwa Mungu, Mungu atawajibu kwa Mungu. Na Mungu atawaonyesha, atawaonyesha nchi katika jina la Yesu. Amina.